Madaktari, madaktari, hakuna watu wenye wanapatiana na watu kazi ngumu kama madaktari. Yaani madaktari, mimi nimeshindwa kuwaelewa. Mtu amefikia siku zake za kuzaa, amekuja, ana uwezo wa kuzaa bila matatizo, mna lazima mumfanye siesi. Sasa hii siesi na mtu amekualifai kuzaa kawaida, hii si ni kuletea tu matatizo tu familia. Madaktari mnavutia upande wenu, na hiyo ni mbaya. Uchumi saizi mgumu, uchumi saizi mgumu. Tafadhali madaktari, mumezidi, mumezidi, mnatufanya yani, mnatukosea sana, mnakosea jamii sana.